tokeza kwa wingi ushiriki zoezi la kupiga kura litakalofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu, tukiwa tumepakiwa na siku zisizokuwa nane. Kama unavyofahamu, kupiga kura ni haki ya kikatiba na ndiyo njia muhimu ya kuchagua viongozi tunaoamini kuwa watatumikia wananchi. Serikali <coughs> kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama imejipanga kuhakikisha kuwa mazingira ya uchaguzi yanakuwa salama na kuwa tulivu na huru kwa, kia <coughs> e zimu e e kwa kila mwananchi ulinzi imeimarishwa katika maeneo yote ya kupigia kura ili kuhakikisha kila mmoja <coughs> na tumia haki yake ya kidemokrasia bila woga wala usumbufu aidha natoa onyo kali kwa mtu yoyote au kikundi chochote kitakachojaribu kuvuruga amani, kuchochea vurugu au kufanya vitendo vya uvunjifu wa sheria katika kipindi hiki cha uchaguzi. Serikali haitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya wanaohusika kwa lengo la kulinda amani utulivu, na usalama mpora, kuma, mameneo, na wananchi wote, kama namfahamu mkoa wa Ruvuma ni miongoni mwa maeneo yanayojidumia utulivu na mshikamano wa kijamii. Tuilinde sifa hiyo kwa ushiriki uchaguzi wa amani, utulivu na heshima, kwa kuheshimu sheria na taratibu zilizowekwa na tume ya uchaguzi. Umalizie kwa kuasi tena wananchi wote kwa mkoa wa Ruvuma kujitokeza kwa wingi tarehe 29 ili kupiga kura kwa amani na kuendelea kuilinda amani hii ya nchi yetu ambayo ikitoweka